Malezi ya mtoto katika jamii yoyote ni msingi imara kwa kuliendeleza taifa hilo. Kwa kutambua muhimu huo, mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na moja, serikali kwa kushirikiana na wadau iliandaa au ilizindua mpango jumuishi wa kitaifa wa makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Lengo kuu la programu hii ilikuwa ni kuhakikisha kuwa kila mtoto wa Kitanzania anakuwa katika mwelekeo sahihi wa ukuaji ili kufikia ukuaji timilifu. Kutokana na ripoti ya utafiti wa afya na watu na viashiria vya malaria ya mwaka 2022, ni asilimia 47 tu ya watoto wa Kitanzania ambao wako kwenye mwelekeo sahihi ya ukuaji wao. Hii sasa inatupa ishara kuwa ipo kazi kubwa ya kufanya kama taifa, ili kusaidia asilimia 53 ya watoto waliobaki nao kuwa katika mwelekeo sahihi ya ukuaji wao kuweza kufikiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mtandao wa kitaifa wa malezi makuzi na maendeleo ya awali ya wa watoto TECDEN kwa kushirikiana na wadau wa malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto nchini tumeendelea kuiunga mkono serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutekeleza programu jumuishi ya taifa ya malezi makuzi na maendeleo awali ya, ya mtoto yaani PJT MMAM toka ilipo izinduliwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika utekelezaji wa programu hii, TECDEN imeendelea kuchagiza uratibu wa wadau wote wasio wa kiserikali katika ngazi ya kitaifa na mikoa na halmashauri kupitia wanachama wake ambao mpaka sasa wapo jumla ya wanachama 122 ikiwemo mashirika sio ya kiserikali yanayotekeleza shughuli zake hapa nchini, mashirika ya kimataifa na wadau mbalimbali mbali wa maendeleo. Mtandao una washirika pia waratibu wa, wa programu ya mama katika mikoa yote 26 ya Tanzania bara. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuongoza na kutekeleza program hii ambayo imetilia mkazo suala la malezi bora hasa kwa watoto wa umri wa sifuri hadi miaka nane, umri ambao sayansi, umri ambao kisayansi ndio umri wenye fursa ya kumlea mtoto ili kukua na kuwa raia mwenye tija kwa taifa letu. Sayansi pia inatuthibitishia kuwa kipindi hiki ndio umri sahihi wa kutekeleza wa kumsaidia mtoto ili kuweza kukua vizuri, yaani kipindi kuanzia mimba hadi miaka nane. Hii ni fursa sasa kwetu kama taifa kuwekeza kwa mtoto katika umri huu ili kuweza kuwa na taifa bora na thabiti. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapoadhimisha siku hii ya familia duniani, tukumbuke kauli mbiu yetu inayosema mtoto ni malezi kwa familia bora na taifa imara. Tukiazimisha siku hii ya familia mwaka 2025, TECDEN pia tunaadhimisha miaka 25, hivyo kufanya mtandao huu wa kitaifa wa mama kuwa mtandao mkongwe kabisa barani Afrika. Pamoja na mafanikio mengi ambayo mtandao umefanya, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakabiliwa sana na changama, changamoto ya kuwa na ofisi ya kudumu, hivyo kutishia uendelevu wa kutekeleza majukumu yake wakati tunapokuwa hatuna wafadhili. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kuchukua fursa hii kukuomba wewe binafsi pamoja na serikali kwa ujumla kutupatia eneo jijini Dodoma ili mtandao uweze kujenga ofisi yake ya kudumu na kuendelea kutoa mchango wake kwa serikali kutoka kwa Watanzania wenyewe katika kutoa huduma bora na za kitaalamu kuhusu malezi na makuzi bora ya awali ya mtoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na umuhimu wa siku hii ya familia, tunaiomba pia serikali iweze kuangalia kwa jicho la kipekee eneo la bajeti ya mama, ili kuwezesha kutatua uhaba wa wataalamu wa vituo vya kulea watoto mchana katika jamii, ili kuimarisha upatikanaji wa huduma bora za malezi kwa watoto wetu wadogo. Tunaamini kabisa upatikanaji wa huduma bora hautafaidisha tu watoto, lakini pia utawapa fursa kina mama kuwekeza katika shughuli uzalishaji bila hofu ya usalama wa watoto wao. TECDEN tunaahidi kuendelea kushirikiana na serikali pamoja na wadau wa mama kuihamasisha jamii juu ya umuhimu wa kuwekeza katika malezi na makuzi bora ya awali ya mtoto. Tunaamini kwa pamoja kuwa tukibadilisha mwanzo wa hadithi ya mtoto tutakuwa tumebadilisha hadithi nzima ya mtoto wetu. Mtoto